Mwezi kama huu miaka yote katika historia ya nchi yetu, watu wanawaza sikukuu, tunaenda Christmas, tunaenda mwaka mpya, tunaenda kufanya shughuli za sadaka za mwisho wa mwaka, tunaenda kusalimia wazazi, tunaenda kujenga makaburi, tunaenda kufanya misa nyumbani. Lakini tumepata kitu kipya, baba askofu leo watu wanawaza tarehe tisa, kutatokea nini? Hilo ni jambo jipya kabisa kwenye maisha yetu sisi kama Watanzania. Uongo uongo, leo hapa kila mtu anawaza hivi, tarehe tisa patakuaje? Nchi nzima, tumezoea kuona mabasi mikoani huko, Dar es Salaam yanajaa kutoka tarehe ishirini kwenda ishirini na tano wiki nzima mabasi yanajaa Dar es Salaam, watu wanatoka mikoani kuja vijijini kuja kwenye maeneo ambayo wanaamini kwamba hakutakuwa na, kwa na fujo. Huu ni utamaduni mpya kwenye nchi yetu. Ni lazima sauti ya kuyakemea haya zipazwe na viongozi wa makundi yote. Viongozi wa dini, viongozi wa serikali, viongozi wa kisiasa, viongozi wa taasisi, mashirika binafsi kila mahala panapounda uongozi toka kwenye ngazi ya familia. Jambo hili tuliseme hapana, tulikabidhi mikononi mwa Mungu na tuliombee lisijirudie kwenye nchi yetu, kwa sababu leo leo leo amani na misingi yetu kama taifa imetikiswa. Na mnaona tulipotikisa misingi ya amani, hatuwazi tena Christmas, hatuwazi tena mwaka mpya kama wangesema maandamano ni tarehe saba, tusingewaza ibada. Maana ingebidi askofu aulize serikali, tunaweza watu kwenda kanisani, na pengine akaomba hata ulinzi mahala ambako sisi tunakuja hapa kumshukuru Mungu na kumtukuza. Wana Njombe, tushikamane kuhakikisha tunaziepuka aina zozote za chokochoko zitakazoashiria uharibifu wa mali uwekezaji miradi ya umma na binafsi au uharibifu wa uhai wa wananchi wetu. Hakuna mtu atakayeona unachoma kiwanda Njombe, kesho angaike kuleta hapa kiwanda cha kusaga maparachichi kwenda kwenye mafuta ili mkulima apate faida. Hakuna mtu atakayeona unachoma kiwanda kesho, angaike kuleta hapa kiwanda cha kumenya miti yetu sisi ili apate veni ya kwenda kuuza nje, mkulima wa miti apate faida. Tukishabikia kuchoma leo stendi, tunaharibu uchumi wetu sisi wenyewe kama mkoa, kwa sababu stendi ni maendeleo ya mkoa wetu. Tukishabikia kuchoma soko la Njombe, maana yake tumeamua watu wote wanaofanya biashara pale wao masikini kuanzia siku ya kwanza. Lazima jambo hili tulikemee na sauti ya kulikemea itoke kila eneo la watu wa Njombe kwamba huu sio Utanzania.